Nam asante sana Gloria Michael. Serikali imeelezea kusikitishwa na mauaji ya watumishi watatu wa kituo cha utafiti wa udongo cha Seliani mkoani Arusha yaliyofanywa na wakazi wa kijiji cha Iringa Mvumi wilayani Chamwino mkoani Dodoma. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema hayo katika mkutano wa kufahamiana na waandishi wa habari mkoani Dodoma na kuongeza kuwa serikali kwa kutumia vyombo vyake itahakikisha inawabaini wahusika wote ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Idi Maalim kutoka Dodoma ameandaa taarifa ifuatayo. Siku chache baada ya mauaji ya kutisha dhidi ya watafiti watatu kutoka kituo cha utafiti Seliani yaliyofanywa katika kijiji cha Iringa Mvumi wilaya nchamwino Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekemea vitendo vya wananchi kujichukulia sheria mikononi mwao. Wale watumishi wa serikali walikuwa kazini, wametoka Arusha kufuatia agizo la serikali la kufanya uchunguzi wa matetemeko haya yaliyoingia nchini kwa tuweze, serikali iweze kujua kama je tetemeko ni endelevu Liliishia pale Kagera na kule Geita, Mwanza, Msoma, tulazimika kuomba taasisi zetu, tulikomiti Wizara ya Nishati na Madini, tulikomiti wataalamu wetu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na taasisi zao, lakini pia na chuo cha madini, maanake watu wa geological, eh, department, ili watusaidie kutambua haya matetemeko yataendelea kama ataendelea katika kipindi gani, ili watanzania wote wajue. Waziri mkuu Majaliwa pia amezungumzia umuhimu wa viongozi kutoa ushirikiano kwa waandishi wa habari, ili kuunganisha wananchi na serikali yao. Wanajua kwamba vyombo vya habari ndio vyombo pekee vitaweza kurelay message ya serikali kwa Watanzania, wanajua na kama kuna mtendaji itakuwa ni maamzi yake, labda kama mahusiano ya yeye napia na mtaka habari yako tofauti sasa. Yes, hilo huwezi kuzuia, lakini kimsingi, kama ni mtendaji hasa wa serikali anayefanya jambo kwa huduma ya watanzania na kwamba watanzania wanahitaji kujua, lazima atathamini hilo. Akizungumzia umuhimu wa ardhi na ongezeko la migogoro ya ardhi nchini, waziri mkuu amesema serikali imejipanga kutafuta ufumbuzi, hasa kipindi hiki ambacho thamani ya ardhi imefahamika na kuongezeka thamani Serikali tunatambua migogoro, lakini tunahamasisha watendaji kuiweka vizuri migogoro ile, isiwe endelevu kwa kuwafikiria walioko juu ya ardhi, wanaofanya kazi zao, ili waweze na wao kupata nafasi ya kufanya shughuli zao za kiuchumi, lakini msisitizo wa kupima ardhi ndio mfumo ambao tumeamua tuutumie, ili wananchi hawa waone faida ya kuwepo kwenye nchi yao kwa hiyo tumeendelea kusisitiza watumiaji wa ardhi na hawa wanaomiliki kwenye mamlaka ya kutoa ardhi kwa watu wetu. Tutaendelea kuhakikisha kwamba migogoro hii inapungua kwa kiasi kikubwa, ili watanzania waweze kuishi mahali pao. Aidha, ametumia mkutano huo kuwahimiza waandishi wa habari kutumia misingi ya taaluma yao ili kupima matokeo ya kazi zinazofanywa na, na serikali ikiwa ni kuwaunganisha Watanzania katika hatua nyingine, waziri mkuu Majaliwa ameendelea kupokea misaada kutoka kwa watu, taasisi na mashirika ambapo zaidi ya shilingi milioni kumi na moja laki nne na ishirini alfu zimepatikana katika tukio la leo. Kutoka makao makuu Dodoma, Idi Maalim, TBC.